Saba. Mrima ni mtamaduni anachelea kutunzwa kama mtoto na mkewe Mabwasha, ukurasa mia moja. Nataka tuanze pale alipopata nafuu. Alipopata nafuu, Mrima alikataa abadanikatani kwenda nyumbani kwake, angeliambia jamaa yake alikuwa wapi siku hizi zote ali mno, mo ingawa Mabwasha alitamani mwenyewe kurejea nyumbani, Mrima alikuwa na tatizo. Amoni kama mina aliruhusu niye nikatuze na mke kama mgonjwa au mmesahau mkazale ya utamaduni kwa sababu mnaishi mjini? Mrima aliwauliza akina lonare walipokuja kumchukua kutoka hospitalini. mila zivi hizo, mume wangu, nani asiyejua ulikapitia Na, mabasha alimuuliza kwa utulivu. siwezi kuvunja mila kwenda kutunzwa kama mtoto pamoni, sina kazi, sina chochote, nitawapa nini watoto wangu? Sikiliza Mrima, lonare alimwambia, maisha ni mafupi sana, ndiyo maana watu wengine uli alikulishipegea badala ya, ya kukimbiza watu wasiyoaamii wewe hapa unadhaminiwa sana, licha ya kwamba uliteleza vibaya. Mibaya ya nini kuwaamini watu wanaodhamini. Jifunze kutokana na makosa yako, usidaribu kutafuta mtu atakayeweza kuzitabia shida zako, maana hakuna. Ni vyema kuwa na mtu atakayedhamini matatizo yako pamoja nawe, naye huyo ni mkero. Kuna waliojaribu kukuchimbia kaburi ili wakuzike ukiwa hai, lakini haikuwezekana kwa sababu Mungu anakupenda zaidi. Haya vizuri. Nani? Mrima ni mdini kuu ana mpenzi nje ya ndoa, ukurasa mia moja na nane. Haiwezekani, haiwezekani, lazima Baasha immumuhumu alitamka na kuingia katika msako mpya tena. Alivuruga kila kitu, alitoa vilivyokuwa masarukuri kwenye saraka za meza, mashubaka ya vitabu, akapekua na kupegenuwa, lakini wapi. Baasha aikupatarana aliingia na ngoga ya mkewe akachakula, lakini alichopata ni kikaratasi mfano wa barua. Alisoma na kusomea huku akisema kwa sauti ya chini Virugajio vengine hata hawana adabu. Unampa pesa kidogo na kumwonyesha mahaba ya pesa nane, yeye anadhani mnataka kumwoa. Alichukua hiyo barua yakaichanachana kwa hasira. Alielewa matasha bechisoma haya, haya mpiga mshipa, kilicho muhimu ni bahasha yake suli aliyogirimiwa kwenye sahani ya fedha vizuri. Pia uh, Mrima ni saliti au uh, ni saliti anakubali hongo ya Sagilu. Yaani alipokea pesa shilingi elfu mia kutoka kwa Sagilu ambazo zilikuwa zimetoka kwa nani? Kwa mtemi. Ujumbe ukurasa 110. Ujumbe ulitoka kwa Sagilu ukimshukuru Mrima. Kwanza pale juu alirudia ujumbe huo tena na tena. Alirudia ujumbe huo tena na tena. Ujumbe ulitoka kwa Sagilu akimshukuru Mrima kwa kukubali mito wake wa kuendesha kampeni za Mtemi Lesulia. Alimshukuru pia kwa kukubali kuharibu na kufunga njia zote za mamba ili Sagilu apate ushindi katika uchaguzi ujao. Hapo ndipo alipotaka Mrima kupokea pesa zile shilingi 1800 taslimu kutoka kwa mjeni. Mm-hmm. Pia Mrima ni kigeugeu. Tunaona anawacha pombe juma moja na kuirudia. Tuingie katika umuhimu wa Mrima. Na nimekuambia wakati unaeleza umuhimu, unasema huyu mhusika anatuonyesha kitu gani? Kielelezo cha kitu gani? Anatuonyesha na kitu gani? Na unatupa mfano. Kwa hivyo Mrima anawakilisha vijana wenye tamaa ya starehe. Anaishi. Anapewa pesa na nani? Na Sagilu anaishia kufutwa kazi kwa sababu ya starehe. Pia ni kielelezo cha wanaume wanaokosa kuwajibikia familia zao. Anakosa kuwapa watoto wake sarwe na karo. Pia kupitia kwake tunaona ukatili wa marafiki wakatili. Sagilu wanampa pesa Mrima ili aweze kuchumbia Magwasha. Pia kupitia kwake tunaona sifa za wahusika wengine. Kwa mfano tunaona kuwa Magwasha ni mwaminifu. Kwa sababu licha yeye kuwa mlevu kupindukia, Magwasha afanye nini? Aende nje ya ndoa. Pia yeye anaonyesha wanaume wababe dume, yani ambao wanajiona ni bora kuliko wanawake anashikilia mila zinazompa mume nafasi kubwa kuliko mwanamke pia anajenga ploti yani, anasababisha baadhi ya matukio. Anasababisha matukio, anapoungana na nani na Sangilu shilingi mia ngapi? elfu mia nane, si ndio? Pia anajenga mbinu ya safa safa, ile nilikwambia ni matukio mawili ambayo yanatokea kwa wakati mmoja na yako yamepangwa. Kwa sababu akipewa pesa na Sangilu, Magwasha anasikiliza, na Magwasha alikuwa anamtafuta mahali yuko na alipewa pesa wapi. Kutoka pale tuingilie Mtemi Lesulia. Mtemi Lesulia ni kiongozi wa matuo, wa nchi yote ya matuo na ni mpinzani mkuu wa Lonare. Na huyu Mtemi Lesulia ni mkule na ni mumewe Nazia, yani amemwoa Nazia, ni babake Ngoswe na ni rafiki wa karibu wa Sagilu na chifu Mshabaha. Sifa za Mtemi Lesulia, sifa ya kwanza yeye ni fisadi. Anatoa hongo kwa Mrima. Sisi tumesema hapo ukurasa 110. Pili, ni katili. Alituma wahuni kumpiga Lonare. Tatu, Mtemi Lesulia ni dikteta. Ni dikteta kwa sababu anamnyang'anya mafamba leseni ni mpyoro, mpyoro ni mtu ambaye anatusi wengine. Ni mpyoro. Alimwita Ngoswe Lumbwi. Fungua kurasa mia moja ishirini na tisa. Pesa si tatizo. Pesa si tatizo kwa zikirisha nihei aliongeza Sagilu. Alipotamka haya, Ngoswe alisimama na kusema. Samahani lakini yaki. Kisha aliongeukia baba yake na kumwambia, unaari kuwatoa maga watagu wakapiga aataumawazi kwa sababu unataka uongozi. Mimi sikubaliani naikame Matamshi ya gozo yaliwashtua wazee hao ya wa. Lesulia alidhalilika sana, alihisi mwanawe alikulia heshima mbele ya rafiki zake. haya ni maagizo yangu na lazima ya, yafuate. kama wewe utaki kujiunga nao to toka hapa. Lesulia alitamka kwa amaki. Alijua kuwa gose yake dhubutu kutoka pale, lakini alishangaa aliposema ndiyo, nitatoka. Kisha alimtazama Sagilu akamwambia, ikiwa mmoja wa hawa wezangu watadhurika nitamwaga mtama, iwe liwalo. Alipotamka haya, alikurukuka na kutoka kutokao hata watoto wa kizazi hiki wamekosa adabu kabisa. Ni masomo gani wanayopewa shuleni jamani? Bashu alitamka kwa masikitiko. Wapi halai kama mwanangu huyu ana upotovu kama huu katika mlango wetu, Lesulia alitamka kwa hasira. Siku hizi yeye watamana sana na mwanangu shosho, huenda wanamtumia kisirisiri kujua mipango yetu, Sagilu alisema. Lohu. anaweza kuendea baba yake kinume hivyo, Bashu alitamka. Asifanye hivyo. Kwa nini? ni wakati ambapo walikuwa vijana wazue vurugu, na kwa hivyo hapa ni wakati walikuwa wanaambia wale vijana kuharibu kura za mpinzani wa Sagilu. Kwa sababu walikuwa wanasema lazima Sagilu achukue kiti cha wapi? Cha Matango. Ndio maana walikuwa wanachukua vijana waende kuzua zile vurugu. Hata waliwaambia vijana hao wakitupwa korokoroni siku ya pili watatoka. Sifa ya tano ya Mtemi Lesulia ni saliti. Kwa hivyo ana saliti umma uliomchagua kwa kushiriki ufisadi. Lesulia ni mbaguzi, tunaona anaajiri wa kule tu viwandani na ni mjanja, kwa sababu anatumia Sagilu na Chifu Mshaba kuficha uovu wake. Yeye kuna mambo ambayo hafanyi moja kwa moja, sasa mtuma Sagilu akampe Mrima nini? Kongo. Kwa hivyo ni mjanja. Umuhimu wa Mtemi Lesulia, kwa hivyo ni kielezo cha vitisia viongozi ambao wanatumia mamlaka yao vibaya. Kwa mfano anataka kutumia vijana kuzua vurugu ili Sagilu apate kiti cha Matango pia anaonyesha viongozi wa kiimla yani, viongozi ambao ni dikteta, kwa sababu anaunyang'anya mafamba leseni anaposaidia watu wa Matango kupata shamba lao. Pia kupitia kwake tunaona sifa za Lonari kama mvumilivu, licha ya kumtendea Lonari maovu na kumpiga Lonari, anavumilia na kuendelea kuwania kiti cha cha Matango, tamani kiti cha Matango sio cha rais. Pia anawakilisha uh, viongozi wanaosaliti umma uliowachagua. Badala ya kusaidia umma, yeye na wenzake wanajilimbikizia mali ya umma, si wanajaribu kuchukua shamba la Matango. Pia anawakilisha viongozi wenye mapendeleo kazi za serikali zinapewa Wakule. Na ukigundulika ume, umeolewa na Mkule ndio maana umepewa, na wewe ni Mketo unafutwa kazi. Pia anajenga plot. Na nilisema kujenga plot ni kwani anasababisha baadhi ya matukio. Kwa hivyo anapanga kutekanyara kwa nani? Kwa Lonare. Tuingie kwa musika Sangilu. Sangilu ni mshauri wa Lesulia. Ni mshauri mkuu wa Lesulia. Pia tunaambiwa alichaguliwa kama mwenyekiti wa mashauri ya mapato nchini Matuo. Pia ni mwenye mpawa wa Mpenda Bure. Mpenda Bure ni yake. Na pia ni babake mashauri na Ngoswe. Ni mpinzani wa Mwamba, mpinzani wa Mwamba katika kuwania kiti cha matango. Sifa za Sangilu, Sangilu ni mkwale, ana masuria watoshao kijiji kizima. Pili ni mnafiki, anajifanya rafikie Mrima ili asipate magwasha. Wow. Tatu ni mwenye dharau, anamlinganisha Mwamba na Dagaa. Ukurasa mia moja na tatu. Tusome mia moja na tatu.

Sagilu alizidi kumtabishi alipoona mabacha ashughuliki naye, alitamka kwa hasira, basi mfahamu hivi nyote, nani hapa ndiye baba, mtabakia kushika sana na kulamba vidonda, msalie kulalia vigoda bure nie. Kisha alijitoma ndani ya msini wa Chifu Shabani. Mm, kwa hivyo wanamharau kwa kwa kumuita, kulinganisha na dagaa. Pia ni fisadi, halipi ushuru tano. Sagilu ni katili, anampa Mrima pesa kulewa na anamwambia kazi anafuta, na tunajua na watu, watu ambao wanamhitaji. Pia ni kibaraka. Kibaraka ni wale watu ambao wanafanya kile ambacho wameambiwa na mkubwa wao au kiongozi wao bila kuwazia dhara yake. Kila wanaambiwa wanafanya. Anaitwa kibaraka au kikaragosi. Anatumiwa na Lesulia kunyakua matango. Umuhimu wa Sagilu, anawakilisha washauri wabaya wa viongozi kwa sababu anamshauri Lesulia kutumia vijana kuweza kuharibu upigaji kura ili aweze kupata kile kiti cha matango. Pia anaendeleza ploti na hapa nilisema kuendeleza ploti ni pale ambapo anasababisha matukio, anafumaniwa na Magwasha wakiwa ofisini na Mrima, kwa sababu anasababisha lile tukio la Mrima kuwa pale na nampa pesa, si ndio? Pia anaendeleza sifa za Magwasha kama mwenye msimamo thabiti, kwa sababu licha ya matatizo ambayo Magwasha anapitia, anakataa usuhuba naye. Na mwisho Sagilu anawakilisha viongozi wa Kwale. Tunaambiwa kuwa ananyang'anya waume wengine wake zao, si ndio? Haya tufike pale, tukirudi tutaendelea si haba.